Kila mwaka Juni 23 inakuwa ni siku ya Olympic na mahususi kabisa kwa ajili ya kuendelea kuhimiza kuhusiana na mazoezi ya mwili lakini na afya pia. Na katika hili mwaka huu kamati ya kimataifa ya Olympic kwa kushirikiana na shirika la afya duniani inaendeleza mpango wa kimataifa hasa wa kuhamasisha watu eh, katika kufanya mazoezi na kuongeza pia ule mwamko na ari ya kushughulisha mwili uh, ili kuweza kuweka mwili ama afya katika ubora huo. Tutazungumza kuhusiana na hili lakini uelewa zaidi wa kina, na hapa studioni tukiwa na Dr. Waziri Ndonde ambaye yeye ni mtaalamu wa afya na mazoezi kutoka shirikisho la magonjwa yasiyoambukiza. karibu sana, Dokt. Asante sana. tuko pia na Mary Bukombe ambaye ni afisa mwandamizi kutoka shirika la Path. Karibu sana, sana, karibuni sana na heri ya siku ya Olimpiki. Ni yeah, hey, <laughs> <yeah. laughs> siku ya namna gani? ni <laughs> siku ya <laughs> kimazoezi tu, tutembee eh, ya yeah, uh, kikawaida ni siku ambayo inaadhimisha haswa ile tarehe ishirini na tatu, ndo siku ambayo ilianzishwa Olimpiki ya kisasa hii mm, michezo ambayo tunaiona mingi ya kisasa, uh, lakini lengo la hii siku ni kuhamasisha watu kufikiri kwamba, uh, kuna watu ambao wanashindana kila siku na wanapata ubingwa, wengine wanajiandaa kushinda, lakini tukumbuke michezo ni kwa ajili ya kujenga afya kwao, tunahitaji watu wote bila kujali kwamba wewe ni mshindani, watu wanyanyuke, watembee, wafanye mazoezi kwa ajili ya kujenga afya yao kwa sababu uh, mwongozo wa kidunia yeah, uh, pamoja na ule wa kitaifa wa ufanyaji wa mazoezi umeweka neno sedentary behavior, tabia bwete. So tabia bwete ni ile mtu kukaa muda mrefu bila kushughulisha mwili wake. Ni yani, mfano unapokaa zaidi ya dakika sitini bila hata kunyanyuka. mm. Uh, ni tayari kuna uh, tafiti zinaonyesha kwamba unajiweka kwenye hatari kubwa sana ya kupata magonjwa sio kuambukiza. mm -hmm. Ndio maana tunasema tusio, wakati wote tunakaa muda mrefu, lazima tunyanyuke, tutembee mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Mary, kwa upande wenu nyinyi Path uh, kuelekea siku hii uh, namna gani mnaiadhimisha hii siku? Asante sana. mm -hmm. Sisi kama Path ni wadau wa afya duniani na tunafanya kazi kwa kushirikiana na, na wadau wenzetu mbalimbali yeah. Ikiwepo na serikali mm -hmm na kama alivyosema daktari pia hatuko nyuma. Sisi kama wadau wa afya duniani, eneo la michezo na mazoezi ni eneo muhimu sana kwenye kuimarisha afya na, na na ustawi wa jamii kwa kwa ujumla wake. Kwa hiyo na sisi tuko um, tunafanya kwa kushirikiana na Wizara ya Afya katika kutoa hamasa mbalimbali mbali na tuna program mbalimbali mbali za kuhamasisha michezo mashuleni kwa mfano ni um, program moja wapo ambao tunaifanya, tunaenda mashuleni tunatoa hamasa kuleta ule mwamko sasa, wanafunzi pamoja na wali mwilim kushiriki kwenye kwenye michezo pamoja na mazoezi ya viungo, lakini pia tuna program ambayo inaenda kwenye sehemu za kazi, maeneo yetu ya kazi. Kwa hiyo tunafundisha na ku train hizo organizations au taasisi mbalimbali. Unajua, kwenye kwenye, kwenye matasisi au ofisini, tuseme ndio eneo ambapo aliposema daktari sedentary behaviors ndio, mm-hmm. eneo unakuta watu wamejiachia sana yeah. na siku hizi ofisi <laughs> zetu AC, kwa hiyo inakufanya haikuhamasishi, hai sana wewe kuwa mtu wa mazoezi, kwa hiyo tunaenda kwenye hilo eneo watu sky tu kukaa tu masaa kumi na mbili au masaa nane wewe huko umekaa, so tuangalie namna gani ambavyo tunaweza pia tukafanya kazi vizuri na taasisi kwa ajili ya kutoa ile hamasa sasa ya watu wote kusimama na kunyanyuka na kutembea kwa ajili ya kuleta, tusibweteke, si watu wa kukaa, tuna kuleta kikombe cha maji, chai, kahawa, tumekaa pale. Huko ambako mnapita kwenye taasisi, mwitikie <laughs> ukoji Uh, in fact, kwenye hicho kipengele tuko kwenye maandalizi, tuko kwenye process ya kuandaa materials uh, kwa kushirikiana na, uh, na shirika la afya duniani na, of course, kama nilivyosema pia serikali kupitia wizara ya afya au wizara ya michezo na elimu. mm -hmm. Tunafanya nao pamoja, hatujafika kabisa kuanza sasa exactly moja kwa moja, lakini tuna hiyo plan na tumeshaongea na baadhi ya taasisi mm -hmm. Tutakuwa na huo mpango wa kutoa hiyo hamasa kwenye maeneo hayo, na moja ya maeneo of course ni kufanya tu zile ofisi pia ziwe rafi kwa mazoezi. Mfano, siku hizi kuna ofisi ambazo zinakuwa na ngazi uh, kunakuwa na lift. Watu wengi wanapenda sana kutumia elevator, lakini ukiwa mtu wa mazoezi, manake tumia ngazi zile, unavopanda ee, ngazi unashuka, unapanda mara tatu mara nne, tayari umeshashiriki kwenye michezo na kwenye mazoezi na kufanya afya yako inakuwa imara zaidi. Tunaposema michezo ya kiolimpiki kuna ile ambayo sio ya kiolimpiki, mm. lakini mm. kuna michezo mingi sana katika Olimpiki mm. ukiangalia kwa hapa nchini ni kwa kiasi gani tunaitumia um, kwa, kwa wingi wake hiyo, yeah, mfano sasa hivi tuna hamasa kubwa sana ya watu kukimbia marathon mm. uh, lakini kwenda kukimbia marathon watu wengi wanafanya jogging mm. uh, jogging maanake ni eneo la kujiandaa kwenda kwenye marathon lakini pia tukumbuke Olimpiki jinsi ilivyoanzishwa, ilianzishwa kijadi, haswa very traditional ko. Kuna michezo mingi sana ambayo uh, sasa hivi mfano kuna mashindano ya mashuleni yanaendelea, so yale mashindano uh, actual ndo yanazaa uh, ushiriki wa, wa kwenda kwenye ma, ma, michezo ya Olimpiki. Kwa hiyo kuna michezo ya kurusha mikuki, kurusha matufe ku Uh, kuna michezo mingi sana ya jadi na ukiangalia sasa hivi uh, tamaduni zetu. Ay, umita shumta, umita shumta, yes, umiseta yes umiseta umita shumta mm. Sasa una, ukiangalia sasa hivi jinsi utamaduni unavyoenda uh, una kubadilika, mm -hmm. Uh, katika jamii tumesahau michezo mingi sana ya jadi. Mfano, nakupa mfano moja uh, sijui lini we ulicheza rede Nimecheza lakini hiyo <laughs> lini? <laughs> Inabidi oh, ajibu <laughs> kucheza lakini ni muda ukakamba, eh, si unaona eh. Sasa hiyo michezo ukiwa uh, unacheza kila siku uh, unaweza kuuliza hata watoto wako lini wamecheza. Kwa sasa hivi watoto mm. wengi sasa hivi, kizazi cha sasa hivi wanaisahau hiyo michezo mm. Zamani tulikuwa tunafanya michezo mingi sana, tulikuwa tunawinda yeah. tunarusha mishale mm. tuna, tunajifunza vitu vingi sana, tunacheza sasa kurusha, usikubali kama vile umewinda mfano yeah. Ah, yeah. <laughs> uh -huh. tunacheza gololi ile uh -huh. ku, ku, kulenga jiwe jingine unaona mm. kurusha matufe yale na nini, hiyo michezo yote hiyo inamjenga mtoto uh, uh, kiakili yeah. Na kiukakamavu kombolela kwa uh, kombolela sababu kombolela lazima ukimbie hata yeah. yeah. yeah. yeah. Kama kuna mmoja anajificha mm. akiona wenzake itabidi awakimbie yeah. Sasa watu enyewe mnaanza kutafuta, kwa hiyo yeah. Ile movement ya kutafuta ndio tunasema tunyanyuke, tutembee yeah. <totone> hekuna he, mazingira... yeah. Kuna mengine ila mimi ni kwa mjomba kwenye mazingira haya ya ukuaji wa teknolojia utaongeza na hicho ambacho unataka kueleza yanaweka mm. vipi changamoto hasa katika ushiriki wa watoto kwenye michezo kama hii? Na, na ndio maana kwenye mwongozo mm. wa kitaifa ushughurishaji mwili na ufaa mazoezi mm. uh, kwenye mapendekezo ya watoto miaka mitano mpaka kumi na saba umesisitiza sana tuepushe, tupunguze watoto wetu uh, kutumia vifaa vya kielektronikia na ku, uh, kuangalia TV muda mrefu ama kucheza games mm. wanyanyuke Uh, wacheze na tuwajitahidi sana wawe wanacheza nje zaidi. faida ni zipi kwa mzazi ambaye anafikiri labda mtoto kucheza tu hivi mm. anapoteza muda badala ya kujifunza coding na hivi vitu vya kiteknolojia yeah. aendane na wakati yeah. Tafiti nyingi zinaonyesha mtoto akiwa anacheza, anatembea mm. uh, kutoka hapa kwenda hapa, kuruka, kutoka jasho uh, mwili unatengeneza homoni ambazo zinamfanya mtoto awe na akili sana na ule uwezo wa kuwa mbunifu na uwezo wa kuwa na akili shuleni, uwezo wa kuweza kuangalia namna gani ya kuweza kujitegemea unakuwa mkubwa sana. Alafu pia tukumbuke, uh, watoto wanazaliwa na, wanakuwa na vipaji vingi sana mm -hmm. Lakini mazingira ukuaji wao ndo yanaelezea namna gani ya mtoto, kipaji chake mtoto. Mfano, ukimwacha mtoto akikaa zaidi kufanya hizo kodi na nini, kichwa kwanza, athari ya kwanza atakayoifanya kwanza utamjengea uwezo mkubwa sana wa kujenga mfumo wa msongo wa mawazo, alafu pili utamfanya mtoto awe amebweteka sana. Kwa hiyo, uh, kuna aidha, kama atakuwa na tabia ya kula atakuwa na unene uliopitiliza. hmm. kama hatakuwa na tabia ya kula atakuwa na utapiamlo, unaona, na vitu vyote hivyo nilivyokuelezea vitaweza kumfanya mtoto kujenga afya mbaya sasa hivi na atakapokuwa na mtu mzima pia atakuwa na afya mbaya ambayo itakuwa ilitengenezwa mm. kwa wakati yeye yuko mtoto. mm. Sasa, Dkt. Ndonde, hivi mm. mazoezi yanatofautiana kwa mtu na mtu ama mtu yoyote anaeza kufanya mazoezi yoyote? mtu yote anaweza kufanya mazoezi yote, yote. Mm. Mm. Na... yote, yote. Ni, ni swali zuri sana. mtu yoyote mm. anaweza kufanya mazoezi yote mm. uh, inategemea tu uwezo wake uh, na hali aliokuwa nayo mm nikiwa na maana mazoezi yote ambayo uh, tunapaswa kuyafanya kitaalamu: mazoezi ya kujenga misuli uh, mazoezi ya kiarobikia ambayo ndio anafanya mwili upungue, mm -hmm, mazoezi ya flexibility kwa ajili ya kukunja viungo na mazoezi ya kufanya mwili upate balance mm -hmm. Mazoezi ya aina nne ni muhimu sana, watu wote wanatakiwa kufanya. Tafiti zinaonyesha kila umri unavyozidi kukua mm -hmm, unahitaji zaidi kufanya mazoezi ya kujenga misuli okay, mm -hmm. kuliko ya haya mengine akiyarubikia kwa sababu, misuli kila umri unavyozidi kukua, msuli unaanza kuwa dhaifu, na unatakiwa uwe na msuli imara ili kujepusha mambo ya kudondoka n kuwa na balance wakati wote, kuweza kuhimili na mwili kuwa na kinga pia, kwa sababu imara wa misuli unajenga mwili kuwa na kinga pia. Na, Mary, nataka uh, kufahamu mmekuwa wadau pia wa masuala ya afya mm -hmm. na katika kufanya mazoezi wakati mwingine wengi hufanya mazoezi bila kujua labda hali yake ya afya na ni aina gani ya mazoezi hapaswi kufanya ili kuumiza mwili mm -hmm. zaidi kwa sababu watu wanatofautiana. Ni nini ambacho mmekuwa mkifanya katika hili hasa kwenye, kwenye kutoa elimu lakini kuelimisha pia? Zuri sana asante sana um... Ni kweli kama ulivyosema mtangazaji, kwamba mazoezi na kama alivyosema daktari, mtu yoyote anaweza kufanya mazoezi, lakini kutokana pia na hali yake. Hiyo hali sasa ndio inakuja kuingia kwenye utaalamu zaidi, kwamba ni mazoezi yapi kwa mtu aina gani anafiti. Sasa sisi kama wadau wa afya duniani, pasi kwa Tanzania, hasa niongele kwenye hii program ambayo tunafanya kuhamasisha michezo na mazoezi ya viungo, tumekuwa tunatoa elimu ya mazoezi pamoja na michezo kwa ujumla. Na elimu hii tumeitoa mashuleni kama nilivyosema, lakini tunaitoa pia enye kwa, kwa, kwa kwenye facilities kwenye hospitali uh, kwa sababu pia ni eneo ambalo tunaangalia magonjwa yasiyoambukiza ambayo pia ni mojawapo wapo ya sababu ya kusababisha magonjwa hayo yaongezeke ni eneo la tabia bwete. mm -hmm. Kwa hiyo tumekuwa tunatoa hiyo elimu kwa wanajamii sasa na sana, wale wa practitioners au wale wataalam namna gani ya kufanya mazoezi. Tumeengage kwa mfano Dr. Waziri ni miongoni mwa watu ambao wamekuja kufundisha mm -hmm. walimu wetu mashuleni lakini pia wataalamu wetu wa afya kwa ba tunapokuwa na wagonjwa wetu, ni mazoezi gani tunawashauri anatakiwa ya yafae. Kwa hiyo sisi kama wadau wa afya tunalizingatia hilo, ndiyo maana tunatoa elimu sahihi ya michezo gani kwa mtoto, kwa mtu mzima ya ambayo anaweza kaifanya na mazoezi gani ambayo atakuwa pia safe kwa kila mtu. Kwa hiyo tunalizingatia hilo. Mnafanyaje swala hili pia kuwa endelevu mbali na siku hii ya Olimpiki kama hivi mnavyotoa elimu. Yes, asante sana, tukishatoa elimu maana yake tunategemea ya ile elimu kwa mtu inabaki miaka mingi mm -hmm, na, <laughs> na kitu ambacho tunakisisitiza sana kwamba ili kuwepo na sustainability au mwendelezo ni kwamba tukitoa elimu na kwa mtu maana yake tunampa, tunampa pia ule uwezo wa yeye kwenda pia kufundisha mtu mwingine kwa mfano recently tumekuwa na tumekuwa tumefanya kazi na na, na na umoja wa, wa, wa joggers, jogging association Temeke. mm -hmm. uh, tumekuwa tunafanya nao sana kazi, tumewaita mara ya kwanza tumetoa mafunzo hayo, kuwapa ile elimu ya mazoezi na michezo kwa ujumla mm -hmm. Lakini tukawapa pia rai sasa kwamba nyinyi mkienda kule kwenye jamii, kwa sababu ndio mko kwenye jamii husika, na sisi tunalenga jamii, watu wengi sana waje kwenye kipengele cha mazoezi na, na, na michezo, manake wanaenda pia nao kutoa hiyo elimu. Kwa hiyo tunategemea sasa, kwa sababu elimu inabaki kwenye akili ya mtu, manake itaendelea kutolewa na kila mtu inakuwa sustainability, lakini pia mbali ya hivyo, pia kama nilivyosema mwanzo, pia tunafanya kazi na serikali, wizara ya afya ofisi ya Rais TAMISEMI ni, ni watu ambao tumekuwa tunafanya nao kazi vizuri sana mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kila hatua ya kupanga kuanza kutekeleza mpaka kule nyelevo kule chini, hapa tunapoenda pia kuangalia namna gani shughuli za mradi zinafanyika, tunaenda na viongozi. Kwa hiyo maanake kile kitu kinabaki pia kwenye serikali, maanake watakiendeleza kukifanya na uzuri. Bahati nzuri sasa hivi pia hata serikali yetu imeamka sana kwenye mambo ya michezo na mazoezi. Yes, sasa hivi kumekuwa pia kama nakumbuka waziri mkuu pia alizindua ile ambao tunafanya Jumamosi pale watu wanatoka pale wanaenda wanafanya mazoezi, kwa hiyo pia inaonyesha kwamba tayari kuna mwamko ambao upo kwa sababu viongozi wetu pia ni watu ambao wamekuwa wazuri wa kuisemea sekta hii ya mambo ya michezo mm -hmm. Eh, mazoezi ni afya, lakini nyinyi watu wa afya mnawaambia nini wanaofanya mazoezi? Kipi kianze, waanze mazoezi ama wacheke afya? <laughs> Kwanza kwa kweli swali nzuri sana. <laughs> Cha kwanza, cha kwanza kabisa ni mazoezi, kwa sababu afya ni mtaji, na tusiangalie tu kwamba tunapata nini. Yaani tuanze kwanza na mazoezi, kwa sababu afya kisha ikishakuwa changamoto, hata hayo mazoezi yenyewe huwezi kuyafanya hiyo tuanze kwanza na mazoezi. Na hili ningependa kusisitiza kwamba tungetengeneza ule uwe mwendelezo. Yaani unajua sasa hivi kuna mentality kidogo kwenye jamii kwamba mtu akifanya mazoezi, kwa mfano sisi wa dada au wasichana niseme au wa mama, akishaona mtu anaongezeka nenda naenda gym au fanya hiki. Yaani tutoke huko sasa hivi, tutoke huko sasa hivi, tuwe kwamba mazoezi uwe ni kama maisha yetu kwa ujumla ni lifestyle e. Kwa sababu sasa hivi unajua magonjwa sio ambukiza ni eneo ambalo linaua watu wengi sana kwa sasa hivi kwa takwimu za dunia, na moja ya sababu ya magonjwa haya kuongezeka sana ni watu kuwa na tabia bwete, watu hatujishughulishi. Kama alivyosema daktari, mtu anaingia ofisini anakaa masaa yote hajafanya movement yoyote. Unaona, ni hatari sana lakini pia hata kwa watoto wetu watoto ambao tuwanasoma hizi shule shu, shu za magari ya njano yeah. Anatoka nyumbani anaenda kule mpaka narudi, akifika nyumbani pia, mzazi pia hauna ule mwamko wa kumfanya mtoto hata acheza, akifika pale na sijui ana homework na nini. Kwa hiyo mtu yuko mtoto anakuwa yuko busy masaa yote apate mm. mda wa michezo, lakini kumbe sisi wenyewe tukilianza hilo swala kwamba tuanze sasa hivi liwe ni endelevu, iwe ni lifestyle. Pale nyumbani kwako kwa watoto wako wapangie muda mm. kuna mda wa kufanya homework kuna mda watafanya movement hata a zizi ambazo tulikuwa tunafanya tainzi hizo, sijakuwa mkubwa sana lakini <laughs> lakini nakumbuka, nakumbuka tulikuwa na hiyo utachota maji utamwagilia bustani utafanya hiki. Hizo pia zinamfanya mtoto awe na movement ya kutoka hapa okay. Lakini sio anatoka shule anakaa nasubiri kula, ndio matokeo yake haya. Unaenda shule unamkuta mtoto ana darasa la tatu, lakini ameshajaa <laughs> yeah. mwili mpaka unamonea huruma. Asante sana. Kwa hiyo twende huko daktari. <laughs> Uh, kwa kifupi sana ujumbe wako okay, kwa siku hii ya yeah, uh, mi nasema kama ujumbe unavyosema uh, let's move, yani tunyanyuke tutembee. uh, watu tumekuwa na tabia sana uh, siku hizi ya kubadilisha mtindo wa maisha wa kutoendesha baskeli na kutembea kwa miguu mm -hmm. so, sasa hivi Tanzania anaweza kusema kuendesha baskeli na kutembea kwa miguu imekuwa kama kwa watu maskini hivi kiasi yes, kwamba watumiaji wa magari na vyombo vya moto wanadharau waendesha baskeli na watembeaji kwa miguu, wakati dunia sasa hivi inabadilika inabadilika mm -hmm. kwa mtindo wa kuhifadhi na kuimarisha swala la mazingira linabadilika mm -hmm. kwa mtindo wa kujenga afya za watu mm -hmm. Sasa hivi dunia inabadilika kwamba in, inatamani, ukiangalia wataalamu wengi wa wanaopambana uh, na viashiria na vya, vya magonjwa yasioambukiza haswa mm -hmm. Sisi ambao tunafocus kwenye masuala ya mazoezi tunatamani dunia nzima iwe inaendesha baskeli na kutembea kwa miguu. Asante sana dokta, shukrani sana yeah. Dokta Waziri Ndonde na Mary Bukombe, leo ikiwa ni siku ya Olimpiki, tunawashukuru sana na tunawatakia pia maadhimisho mema. mm -hmm.